Chinja mbuzi, ile mizimu ilihitaji mbuzi. Wakachinja mbuzi, wakapeana majina. Wakaribu Dar es Salaam mtoto huyu baba akazaa. Alipozaa mtoto akanza la kwanza mpaka mpaka la saba akaingia fomu one, alipofika fomu 3 kidato cha tatu ile mizimu ikachagua mtu wa kulishi mikoba, ikaangalia kwenye ukoo, ikamchagua yule binti wa feufili kwamba alishi mikoba, aachane na shule. Akaanza kuanguka chini, maya anamwona sijui babu, maya bibi, wametangatanga wame kuna huku nikaona, napigia simu na wale wanajeshi. Hiyo mwanajeshi akanipigia simu, akaniambia mtumishi, kwa nikasema ndiyo, niko nyumbani hapo. Tunakuomba nje nyumbani, kuna shida, kuna shida kubwa. Nikaondoka mpaka kwenye mji ule, nikamkuta binti yule dada amebwala pale, anaunguruma, anaunguruma, ana nguruma. Tukaanza kukemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ikanyenyuka ndani ya yule binti roho ya kimzimu ikaanza kumbilima, ikasema hivi mm. mm. unaitakia nini hii familia mm? Sasa angalia mikono hapa, anesa huyu hapa, huyu hapa mwenye kijumba hiki amesha kufa. Kwa hiyo huyu hapa alimpeleka huyu hapa, umeona? Huyu hapa akazaa huyu hapa. Sasa huyu huyu aliyopatwa na shida hakuwepo hapo kwenye matambiko, ila baba yake ndio alienda, ila ile roho imeenda kwa mijikuu, kwa kitukuu, kwa kitukuu. Yaani amekamatwa mtu ambao hakwenda kwenye matambiko yale, ila ile roho inafuatilia. Ndiyo maana Mungu anasema huwabatilisha watu uovu wao hata kizazi cha nne, wanchukiao Bwana. Ile roho inafuatilia kama ni ya kichawi kichawi, kama ujaokoka, tarajia kuona kwamba leo za kichawi hazitatoka kwenye ukoo. Lakini ukiokoka, ni sawasawa umekata ile cheni ya leo chafu, kwamba mimi sio madhabahu za giza, kuanzia sasa ni madhabahu matakatifu ya Mungu. Ukisema e, hivyo hii mizimu haikufuatilii tena, yaani ukishakubali tu kuokoka wewe, Biblia inasema ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale amekwisha. Amekuwa mtakatifu wa Bwana. Kwa hiyo hakuna mzimu, hakuna mapepo, yeye ni mtakatifu wa Bwana. Haleluya! unatoka kwa kwa kimwili, unakuwa ukoo fulani, kiroho unakuwa ukoo wa Yesu Kristo. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo kwa hiyo una unatoka unakuwa enye ukoo wa kimwili wa baba yako lakini kiroho unakuwa kwenye una ukoo wa kristo sasa na haya mambo yanachezea na kiroho kwa hiyo hii roho ikija inakukuta wewe sio ukoo ule tena katika roho ni ukoo na umetakaswa na, na, na damu ya yesu tukakemea tukakemea akasema mmm, mimi ni babu niliyokufa nataka taka huyu alisimikoba inawe akumbuke babu yake alikuja alikuja Singida akatuchinjia na mbuzi na tukanya ile damu. Kwa hiyo aliwatoa sadaka watoto wake kwenye madhabahu hii, tunahalali nao kuwa kamata, tunahalali nao kuwa miliki wewe, wewe ni nani unataka kufunga familia hii? Yesu, mimi ni mtumishi nitaachia. Kuna damu na ipo taja damu, na mimi nikataja damu ya Yesu Kristo, inanena mema zaidi ya damu ya Habili. Haleluya.